Ni Bugoma TV. Habari. Habari. Mimi niwapongeze kwamba tulipata hati isiyokuwa na mashaka. Hongereni, na waheshimiwa madiwani hongereni kwa kulisimamia mufan asijakaja, yule bwana akalitia maji, mgema akisifiwa sana, bwana huwa niko vizuri siku zote tuone kwamba bado tu wa dhaifu, ili tuweze kufanya vizuri. Hebu tuwe wazingatiaji wa sheria ina ina, ina, ina, inasikitisha kwamba hoja za nyuma, yani tunapata hoja tu sababu mtu alifanya manunuzi hakupata receipt ya EFD, commitment hapo haipo kuna ukiukwaji wa sheria kwa sababu sheria inakuambia, kama hujanunua kwa kuzingatia sheria kwa kupata risiti, si kosa. Lakini kuna watu walichukua masurufu huku hawakufanya retirement. Sheria zipo, lakini nani wa kuisimamia ile sheria? Ni sisi watumishi. Kwa hiyo, kuna kulegalega kwenye uzingatiwaji wa sheria. Kwa hiyo, ni waombe sana, turudi tuache mazoea. Tukiacha hayo, tutawasaidia sana wananchi wa halmashauri ya wilaya hii ya Tanganyika. Hizi kero kero na malalamiko na changamoto hizi zinazozungumzwa hazitakuwepo. Sisi kwenye halmashauri tunaandaa mipango na budget ambayo waheshimiwa madiwani mlipitisha, na tumeshaandaa tunaenda 25 26, si mipango na budget tumeiandaa sisi wenyewe na ninyi mlipitisha. Sasa ukija kwa watumishi wenzangu ile mipango imeshapitishwa na, na, na Bunge. Sisi tukirudi huku tunakaa, hatuombi fedha, hatuendi kusimamia miradi. Halafu nasema kwa na fedha zinachirasi, uombe, si uende kusimamia miradi, mkakague nane kakague miradi, sisi watata kwa hiyo, niombe ndugu zangu, turudi kwenye misingi ya utumishi wa umma kazi ambayo meifanya kupitia vikao hichi na vikao vingine ambavyo mewahi kufanya kwa nyuma, katika kipindi cha miaka mitano, baraza hili imesimamia takribani bilioni hamsini zote ambazo halimashauri ilisimamia kama halimashauri katika kipindi cha miaka hii mitano. Nasema hivi kwa sababu ndio mwisho mwisho hapa, na bila shaka sio muda mrefu tutaingia kwenye kinyang'anyiro kile kingine. Kwa mimi, nawapongeza kama baraza, mmefanya kazi kubwa chini ya so wasimamizi wenu, imesemwa hati safi, kwa hiyo mazuri mengi kuliko mapungufu, ambayo hata kitabu sio kikubwa sana, ni kidogo lakini akiandikwa yale yote ya aliyofanyika mazuri, tunaweza kuwa na vitabu vingi vya kujaza. Kwa hiyo ongea sana, mheshimiwa msina baraza, lakini tumpongeze mkurugenzi na watendaji wote sa kpenda, lakini pia kwenye umahiri wa kujibu ama kufunga hoja, nao pia tunawapongeza kwa sababu maeneo mengine moazinakua ikujibika, lakini tunawapongeza kila mmoja katika wilayanaalmash kwa kazi ohifanya kupelekea matokeo haya apatikana. Sisi tunaelekea mwisho wa nafasi zetu, lakini kama tutapimwa kwa usimamizi wa miradi na miradi kwa ujumla, naamini tuta ta, kwa Mwenyezi Mungu atajaria tutarudi lakini kwenye chaguzi zetu basi um, zina mambo mengi sana, kwa hiyo unaweza kaa na sifa zote hizo ambazo Mheshimiwa Rais ametuwezesha, lakini wanazengo wale waliotuchagua saizi wamebaki na ajenda moja tu. Ukisema nimejenga shule nasema tumeiona, hilo umekaa muda mrefu na mwingine naye. Kwa hiyo hiyo kama nimesema tu, ukabadilisha leo mvao huo ukakutoa kwa hiyo wanadamu tumeumbwa hivyo, lakini kwa kwa maana ya jumla kwamba upatikanaji wa miradi ya maendeleo katika wilaya hii pamoja na usimamizi, naamini bado tuna nafasi. Kwa hiyo nilichotaka tuseme kwenye chaguzi, kuna mambo mengi sana hawa wa chama wanajua, na hadi tu ya jumla, tunaamini sisi mkurugenzi yupo na wataalamu wa halimashauri waga aishi wataendelea kusimamia maelekezo na maagizo ambayo sisi baraza tumeacha, hasa ya hii miradi wa ya kimkakati muhimu sana kwa ustawi wa wilaya ya Tanganyika. Ili tu ni mawili, la kwanza tunakubaliana na pongezi za kupata hati inayoridhisha, lakini kama ulivyosema, mgema sisifiwe sana, tunapega maji, na mimi naamini mkurugenzi, hatutaweka maji kufanya vizuri na vizuri zaidi kama ulivyoelekeza, na maelekezo mengine mkurugenzi anasema kwenye hoja za kamati ya Bunge na hii naomba tu nishilishemee sana. Bahati nzuri ni rasimi wewe, tumekuwa tukishiriki yote kama halimashauri zako zimeitwa kule kwenye kamati, yale ambayo nakutana nayo mwe sisi uwaze unatuonea huruma pale wanavyo tuchachafi. Hii ni Bugoma TV habari.